Ya ya, naitwa Dr. Pepetua Kalimasi. Mimi ni coordinator wa Center of Excellence in Innovative Teaching and Learning. Hii center iko chini ya idara ya elimu, kitivo cha sayansi za jamii. Kwa nafasi ya pekee ninayofuraha ku sema kwamba mafunzo haya yamekuja kipindi mwafaka kabisa, wakati tunajiandaa kwenda kuizindua Center of Excellence in Innovative Teaching and Learning ambayo tutaizindua pale tarehe ishirini hapa hapa chuo kikuu Mzumbe e, campus school. Uh, tunawakaribisha wote katika uzinduzi wa hiyo center yetu. Kwa ufupi, center yetu iko kwa ajili ya kujengea uwezo wanataaluma wetu juu ya mambo ya ufundishaji wa mbinu za kibunifu ya ufundisha, za, uf, za ufundishaji. Senta yetu iko kwa ajili ya kuwajengea uwezo wanataaluma wetu katika mbinu mbalimbali za kibunifu katika ufundishaji wa masomo yao mbalimbali, na pia katika kuwasaidia kuweza e, kufundisha e, vizuri kwa programs na kozi mbalimbali ambazo ziko katika mtandao, ambazo zinatolewa katika mfumo wa kimtandao, na tunaamini e, karibu kila kitivo, kila idara wako katika harakati za kutengeneza blended programs. Kwa hivyo huu ni wakati mzuri sana wawao kuweza kujijengea uwezo na uwezo huo e, ni sisi ndio tunaotoa support e, katika center, center yetu. Tunaamini tutakipeleka Chuo Kikuu Mzumbe mbali sana katika huduma za kijamii na katika kuboresha ufundishaji wa face to face na pia ufundishaji wa njia ya kimtandao. Nimejifunza mengi sana ambayo yatanisaidia katika kazi zangu. Kwa mfano, kuna open education resource ambayo imetuwezesha kujua namna ya kupata free access kwa materials mbalimbali kwa ajili ya kufundishia, lakini pia tumeweza kujua ni namna gani tumeweza tukatengeneza open ed education resource kwa ajili ya kushare na watu wengine wanaotumia resource kama hizi mitandaoni, lakini pia tumejifunza namna ya kupata journal nzuri kwa ajili ya kufanya publication, namna ya kuavoid matumizi ya predatory journal kwenye publication. Kwa hiyo hadi sasa ninaweza nikajua kwamba ninapotaka kufanya publication nitaweza kuchagua peer reviewed journal ambayo ni nzuri na iko reputable. Tofauti na hili, tumeweza kujifunza innovative pedagogy ambazo zinaweza kutumika katika kufundisha kuhakikisha kwamba wale tunaowafundisha wanaelewa kile tunachokifanya na wanaweza kuwa pati ya darasa na kuwa interactive kama inavyotakiwa. Lakini pia mbali na hii, tumejifunza matumizi ya platforms kama e-learning platforms, namna ambavyo tunaweza tukatumia technology kufundisha na kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanaelewa vizuri na wanaitumia technology katika kujifunza kwa ufasa. Nimepata fursa nzuri sana kuhudhuria mafunzo haya muhimu ya jinsi ya kutumia digitali kwenye kwa tumia maswala yetu ya ufundishaji kwenye hizi media. Nimekuwa interested sana kwenye area ya ya MOOC ambayo kirefu chake hii ni massive open online courses. Aa, na kwa jinsi Mzumbe ilivyo, ina resource nyingi kama library, tunaweza tuka access material mbalimbali library kama studio na hata waadhiri ambao wamekaa kwa muda mrefu, hivyo tukaweza kurekodi matirio yetu na tukayaposti kwenye hizo online platforms ili ziweze kuonekana na watu wengine duniani. Na hii ni muhimu sana kwa sisi kama waadhiri, lakini pia kwa ajili ya kuweza kukitangaza chuo. Kwa hivyo kimsingi, ni hamasishe na sisi ambao tumehudhuria katika mafunzo haya kuweza kushare hii knowledge kwa wengine pia kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba uh, hili eneo la la kiteknolojia la linakuwa na linafika katika mazingira mapana ya kidunia na Tanzania kwa ujumla. Pende kuwaasa walimu wenzangu kuweza kuitumia AI vizuri zaidi, lakini pia kuweza kuencourage wanafunzi kuweza kuitumia kama tool ambayo itaweza kuwasaidia wao kupata material zaidi. Sio dhambi wala sio vibaya kutumia AI, ila inatakiwa itumike kwa usahihi, kama any other machine ambazo tunazitumia katika utekelezaji wa majukumu yetu mbalimbali mbali. Hivyo hivyo pia upande wa AI inaweza ikatumika kama sehemu ya kurahisisha majukumu yetu ili tuweze kuyafanya kwa ufanisi. Chuo Kikuu Mzumbe, tujifunze kwa maendeleo ya watu.